E, wazee, hii sauti mnayoisikia hapa ni sauti ya mwanasayansi CR7 au Mdoka eh, king of dani nakchekaz eh, mwanasayansi wa dunia fid masho, mkuu wa nchi Champion of Champions. Wazee, wazee, wazee, leo nimeamua ni kuwaleteni tege ambayo eh, kabla Noeli sijaanza kumweka kitako E, kabla sijaanza kumwelekeza tege e, nakumbuka ni kwa mwaka 2019 na, na kumi na tisa e, hapa ilikuwa bado sijaanza kumkaririsha tege e, lakini ilikuwa tayari tushamsajili e, na we, kampuni yetu ilikuwa inaitwa Wix ambayo, e, wadhamini wake wakubwa Madoni walikuwepo e, kina Dick Dick analyst mtaalamu E, na Franco Ari wazee wazee, na Nenga na pembeni akiwepo Skaba Skuba, wazee wazee. Kwa hiyo kampuni yetu ilikuwa na na wazamini wanne na mchezaji wao mmoja Sierra 7 na Noeli ilikuwa tumemchukua e, kwa sababu alisema yeye ana uwezo bado ana uwezo wa kutembea tege vizuri. Kwa hiyo mtihani wake wa kwanza alipewa Isamamba kwa hiyo hii ndio tege ambayo tulikuwa tunajadili, tuna kwenye grupu hii tege Diki e, Diki mtaalamu za analisti pamoja na Franco Ali walipiga wali sana makelele, walikataa kabisa katakata Noeli asii tege hii, kwa hi e, yapo Noeli alisimama hapa, anapiga buti na afungu na, na mtu yoyote. Hii tege tulimkanya sana ulimkanya sana of course, Diki mtaalamu alimkanya sana, akamwambia hapana, hiyo no, tege ukienda kucheza kwenye sambamba utoboi aili. Akawa analeta majibu yake. Eh, Franko akawa na mchallenji analeta majibu yake, lakini majibu yake kila akiwa anakuja bado alikuwa anashaka. Unajua draft hamwezi mkajadili kwenye kwenye kwenye nani kwenye kwenye kwenye group E, eh, nafikiri tungekuwepo eh, face to face wote tungekaa cabinet. Nafikiri hii tege Noeli asingeweza kuichela. Kwa hiyo kila mmoja akawa na ile rekodi ile, tege ikaonekana bado ina mapungufu, sababu kunoeli kila kifungwa, anaenda narudi tena na majibu mengine, anapata sare, ile sare tukidaniu tena tu, anakorofuka ana anaenda tena rekodi tena. Kwa hiyo ali, aliweza kurekodi vipande karibu vinne kwa hiyo mwisho wa siku tukaja na conclusions kwamba e, tukaconclude kwamba e, hii tege usicheze Noeli e, lakini Noeli bado akambishi. Kwa hiyo basi tavenda diki mtao akamchukua e, isa mamba yeye bao tulinaza pia akamwekea hapa, akaeka meja Noeli hapa, akapiga buti isa mamba hapa, akamkwangua hizi mbili hizi kwanguafu akashtua huko kwenye bunyango. Sasa Noeli hapa ikabidi afanyaje arudi? Ehe, ikabidi arudi mm-hmm. Isamamba akaweka Noeli akatoka Isamamba akaweka Noeli akatoka na hii Isamamba akaweka hii ehe, Noeli akatoka na hii Isamamba akaweka hii Noeli akaweka hii sambamba akaweka hii. Noeli akaweka hii sambamba akaweka hii. Noeli hapa akaweka hii sambamba hapa akapiga buti. Eh, Noeli akaweka hii sambamba hapa akapiga hizi mbili. Hii ndio inaitwa tege ya kofi. Eh, hey, inaitwa tege ya kofi, nafikiri ile kofi ndio alipiga pale Mwanza alitimuliwa mbili Noeli... hapa <coughs> hey, Noeli akapiga buti, no Isamamba akapiga buti. Noeli akashtua Isa akaenda. Kwa hiyo wakawa kila mmoja akawa anaenda kingi. Isamamba hapa akaingia kingi, Noeli naye akaingia kingi. Isamamba akavusha mtoto, Noeli akachukua king akaileta hapa, Isamamba akapaki aipopaki Noeli aka no nani, Noeli akachukua akachukua ikete akaweka hapa, umeona eh, kwamba Isamba akienda Noeli anacheza, Isamba akishtua maki Noeli ana- umeona, anavusha sasa. Hapa Isamamba akachukua ikingi akachuchumaa hapa, eh, vuchuma Noeli akashtua, Isamamba akaachia meja, waachia e, meja Noeli akavusha, Isamamba akaenda, Noeli akaweka hapa, kwamba ukiingia huku, anaenda alafu anaenda kingi. Mona ukisema uangushi hapa, anaishia hapa Kijumbe Karume anaingia madarakani sasa. Hapa Isambamba alichokifanya akuingia kingi, akaeka keti hapo. Alivyoweka keti hapo, eh, Noeli akashtua Isambamba, ikabidi azibe Noeli ndo akashtua hapa. Meja Isambamba akaingia kingi, meja Noeli ndo akaziba hapo. Alivyoziba Isambamba akajiacha Noeli akala sambamba akala hizi mbili, amepiga amepiga lock hapo. Sasa hapo noeli akalala akala, ikabidi achiue mtoto afu akae meja wazee wazee. Kwa hiyo hapa ndo akarudishwa tena afu akapigwa komeo. Hey, ngoma hii ngoma hii, Noeli alipigwa suti, Noeli alipigwa suti diki, yaani diki diki alilalamika sana kwa sababu mzee Diki, al, al, ze, Diki. Tajiri Diki alilalamika yani, ali kwa sababu ni, ni yani ubisha loufanya Noeli kwenye kampuni kwenye grupu letu yani imesababisha kupelekea kutukanwa kwa sababu kipindi hicho elfu mbili kumi na tisa. Eh, isamamba akiwakilisha pia rais chini ya mkufunzi Profesa Saidi Asmani Manguleli na msemaji wao mkuu alikuwepo Mkomeka. Yaani, ikikuwa ni kipindi cha moto, ni kipindi ambacho mimi naamini kabisa watu wengi walikuwa wengi walikuwa wapo, ndio maana wengi wamekuwa na diswadiswa mambo ya uongo. Kwa hiyo ili bao ndo alifungwa Noeli, ndio toka siku hiyo Noeli alifungwa ili tege, michezo ya kumaliza mpaka tege ya nne alikuwa kasha kufa, suti zikawa zimebaki tege sita, Noeli akabwaga kete. Watu wanasema ni goli nane, wengine wanasema goli tisa, wengine wanasema goli saba kapigwa, kwa sababu alibwaga kete kwa hiyo do sinoeli, akaja. Noeli alikuwa muungwana, akaomba samahani akaomba radhi, akasema kweli Ronaldo ulikuwa huko sahihi hii, yaani alikiri. Akakiri kwangu, akakiri kwa Dika, akakiri kwa Frank, aka kwa wote nenga skaba skuba kwamba kweli tulikuwa tuko sahihi hii, ile tege ni mbovu, yaani alisema ile tege ni mbovu, alikuwa hajaiangalia vizuri. Kwa hiyo baada ya hapo akamwambia, basi haina shida, Ronaldo yupo yupo, atakutrain akisha kuona ume, ume, umekuwa uko uko vizuri basi utapata ruksa yake ya kucheza. Kwa hiyo mimi ndo nikaanza kumtrain Tege, nikawa namfundisha Tege, na sehemu yetu kubwa ya kumwelekezea Tege, saa nyingine nilikuwa namwelekezea pale kwao, saa nyingine ilikuwa Shengena, saa nyingine ilikuwa Silver e, saa nyingine tulikuwa nani kule Kitunda e, Magomeni, yani nilikuwa namwelekeza kila sema ambayo mimi niko liku... tumesimama tumekaa tunakula nilikuwa namwelekeza, yaani mimi of course niliutumia nili muda wangu wote kumfundisha Tege mbalimbali, ehe kwa hiyo baada ya siku hadi siku, alivyokuwa na wiva anaiva akaja akaka, akatokela tena. Kuna siku nilimpa vitege vile vitatu. Ah, sasa tunashangaa usiku, matokeo anatumwa kwenye grupu lile kubwa, Noeli kapigwa goli tatu na Simba Domo, amecheza Manzese Darajani. Ah, sasa nani udiki anashangaa Bwana bwana bwana, Noel tananawana, unajua Simba ule pimbi si na nini? Uh, kumbe bwana na yeye kumbe. Sasa kwenye tege mzuri, mimi najua bila nitaenda mtapata si nini, niniyani ah, leo nikaambia Noel usifanye tena hivyo. Yani nimekupa tege mbili, tege mbili kwenye kwenye mikataba kule, kuna tege nyingi. Umeona kule kuna tege nyingi. Sasa hizo tege mbili zikishashtukiwa, maana yake wewe lazima utaelemewa. Kwa hiyo nikaa nimempigia marufuku, sababu nna kaida nikimpa tege mbili tatu, wanapigana simu na Sibadomu, wanakutana mazise darajani yule anakula kichapo huko. Umeona? Kwa hiyo zile mechi tukaa tumezipiga marufuku. Tukamwambia bado Mbona wewe bado? Kwa hiyo, ndugu zangu wana grupu ee, wa mashabiki wa mchezo draft, popote pale mlipo, msisahau kusubscribe channel hii YouTube ya The Santist ya Mdoka Draft Tanzania. Nambari zangu za simu unaandika alama ya kujumlisha 27, unaandika 68, unaandika 2676377. Narudia tena, unaandika alama ya kujumlisha 27 68 ishirini na eh, sita sabini na sita thelathini na saba saba. wazee wazee, hiyo namba unanipigia whatsapp unanipata. Eh, kwa kupata pakeji mbali, mbalimbali tege kavimba ndugu za tatreni eh, pasati meja zote unazipata kupitia kwa King of dynastikazi sila 7 hapa. Asanteni sana.